Kujibu swali lako ni kwamba tun tukatengeneza pesa kwa kweli kwa, kwa kutumia tu mitandao, jibu ni ndiyo. Ingia kwenye social media, tafuta engo ambayo wewe unaijua vizuri, alafu jiexpose kwa nguvu zote okay. watu wakuelewe, wakuone, wakutazame, jenga personal brand mm -hmm. Tena kwenye social media unatumia content tatu, tengeneza content za kujua we ni nani, watu wakujue kwanza mm -hmm. wali na wewe mm -hmm. wajue kwa nini uko hapo Yeah. Alafu tengeneza kontenti za elimu kuhusiana na kitu unachokitoa, kama unajua kitu, kama una skills fulani ielezee, izungumzie kwa nini watu wanahitaji mm. faida zake ni nini, alafu mwisho tengeneza kontenti za sales, za mauzo mm. kwamba ukitaka kampuni afanye nini, piga simu okay. comment neno fulani mm. kama nikafanya mambo yapita kwenye page yangu, lazima umeona nyingi sana, comment neno fulani takufikia sasa. Pale hizo zinaitwa content za kuuza zinamlazimisha, zina, zina mtu afanye kitu fulani hmm. Kuna content nyingine tu naongelea pale fanya, fanya, fanya hivi natulia. Hizo content zote unajua ziko kwenye hizi categories tatu: kwa nini niko hapa, storia yangu, walizonet waanze kunielewa, alafu cha pili hmm, nizung, nazungumzia product yangu au bidhaa yangu, afu cha tatu nazungumzia na Uh, kontenti ya kuuza kufanya mauzo. Ukifanya hivyo, unajenga kitu kinaitwa personal brand branding. People, watu wanaanza kukuelewa mm, wanakuamini mm, unajua uh, ufanye kazi na mtu uh, kwa sababu anaweza kufanya kitu, unafanya kitu kwa sababu unamwamini. Akishakuamini ni rahisi sana, akipiga simu mm, aanze kuanza kujielezea no da. So kujibu swala la mtu mm, ni ndio, inawezekana. Inawezekana vipi? ndivyo kuelezea